Kamati, uh, na sasa namwita mwenyekiti kamati ya Habari, Utamaduni na Sanaa. Mheshimiwa Naibu Spika, waheshimiwa wabunge, namkabidhi sasa Mheshimiwa mwenyekiti wa bunge kuja kuchukua nafasi hii. Mwenyekiti kwa niaba ya mwenyekiti wa kamati naomba kusoma taarifa ya Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Elimu, Utamaduni na Michezo kuhusu utekelezaji wa majukumu ya Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo kwa mwaka wa fedha 2024/2025 pamoja na maoni na ushauri wa kamati kuhusu makadirio ya mapato na matumizi ya wizara kwa mwaka wa fedha 2025 2026. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mujibu wa kanuni ya 118 kifungu kidogo cha 9 ya kanuni za kudumu za Bunge toleo la Februari 23 naomba kuwasilisha taarifa ya kamati ya kudumu ya Bunge ya Elimu, Utamaduni na Michezo kuhusu utekelezaji wa bajeti wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo fungu 96 kwa mwaka wa fedha 2024 2025 pamoja na maoni ya kamati kuhusu makadirio ya mapato na matumizi kwa mwaka wa fedha 2025 2026 taarifa hii ni matokeo ya shughuli za, kama, za kamati kwa kipindi cha tarehe 11 hadi 27 Machi 2025 kuhusu uchambuzi wa makadirio na mapato ya matumizi kwa sekta zilizo chini ya kamati hii. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba taarifa yote ya kamati ingie kwenye Hansard kama ilivyowasilishwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kulithibitishia bunge kuwa muundo wa kamati hii umezingatia masharti ya kanuni ya 142 ya, ka, ya kanuni za Bunge kuhusu muundo wa taarifa yoyote ya kamati inayowasilishwa bungeni. Kwa maelezo hayo, taarifa hii imegawanyika katika sehemu kuu tatu kwa mujibu wa masharti ya kanuni za Bunge. Sehemu hizo ni moja, inatoa maelezo ya jumla ya kuonyesha msingi, mbinu na wigo wa kazi ya kamati katika kufanyia kazi makadirio ya mapato na matumizi ya wizara hii. Lakini mbili, inabainisha matokeo ya uchambuzi wa taarifa ya utekelezaji wa bajeti kwa wizara hii mwaka wa fedha 2024/2025 na uchambuzi wa makadirio ya mapato na matumizi kwa mwaka wa fedha 2025/2026. Sehemu ya tatu inabainisha maoni na ushauri wa kamati na hitimisho. Mheshimiwa Mwenyekiti, msingi wa taarifa ya kamati kuhusu utekelezaji wa makadirio ya bajeti ya Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo ni masharti ya kanuni ya za kudumu za Bunge toleo la, la, la, la Februari 2023. Nyongeza ya nane chini ya kanuni ya 137 imeweka masharti yanayofafanua jukumu la kamati hii kufanyia kazi makadirio na mapato na matumizi ya fungu 96. Mheshimiwa Mwenyekiti, Kifungu cha sita kifungu kidogo cha saba b cha nyongeza ya nane ya kanuni za Bunge kikisomwa kwa pamoja na kanuni ya saba kifungu kidogo cha kwanza A, cha nyongeza ya nane cha kamati ya Bunge kinaipa kamati hii jukumu la kushughulikia bajeti ya Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo. Aidha, kanuni ya 118 kifungu kidogo cha nne ya kanuni za Bunge ilitaka makadirio haya yajadiliwe na kamati kabla hayajawasilishwa bunge leo, naomba ku, kulihakikishia bunge hili kuwa masharti hayo yalitimizwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, mapema asubuhi ya leo taarifa hii imewekwa mezani kwa mujibu wa kanuni ya 118 kifungu kidogo cha tano ya kanuni za bunge, na sasa nawasilisha taarifa hii kwa mujibu wa kanuni ya 118 kifungu kidogo cha tisa ya kanuni za bunge kama ilivyoeleza hapo awali. Mheshimiwa Mwenyekiti kubainisha njia iliyotumika na kamati kufanyia kazi hoja hii ni masharti ya kanuni ya 142A ya kanuni za bunge. Madhumuni yake ni kuiwezesha taarifa hii kuwarejea madhubuti inayosaidia mjadala wa bunge kuhusu makadirio ya mapato na matumizi ya wizara hii. Kwa kufanya hivyo, kamati imejenga msingi wa uadilifu uliozingatia ili kupata maoni ya ushauri wake. Mheshimiwa Mwenyekiti, mbinu ya uchambuzi zilijumuisha kupokea maelezo ya waziri, kuhoji mambo yaliyojitokeza na kupokea majibu ya mtoa hoja, uchambuzi wa majibu na mapokeo ya majibu ya mtoa hoja. Uchambuzi wa majibu na mawasilisho ulifanyika wa kufanya ulinganifu kimaudhui na wa hali halisi. Yote haya yamewezesha kupatikana kwa taarifa hii ambayo imebainisha maoni na ushauri wa kufanyiwa taarifa wa, wa, wa, wa kufanyiwa kufanyiwa kazi katika hoja kuhusu makadirio na mapato ya matumizi ya wizara hii. Mheshimiwa Mwenyekiti, kama ilivyofahamika, lengo la taarifa hii ni kulipatia Bunge tathmini ya kina na yenye ushahidi kuhusu makadirio na matumizi na mapato yaliyowasilishwa na mtoa hoja. Madhumuni yake ni kuongeza mjadala, kuonyesha uwajibikaji wa bajeti na kuhakikisha kuwa rasilimali za umma zinatengwa na, na, kwa kuzingatiwa vipaumbele vya kitaifa na mahitaji halisi ya wananchi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa msingi huo, taarifa hii inagusa utekelezaji wa bajeti kwa mwaka wa fedha 2024-2025 na makadirio ya bajeti kwa mwaka wa fedha 2025-2026. Madhumuni yake yanahusu utekelezaji wa miradi ya maendeleo, ukusanyaji wa maduhuri, upatikanaji wa fedha na uzingatiaji wa ushauri uliotolewa na kamati wakati wabunge, jingine, wa Bunge lilipopitisha bajeti ya wizara hii. Eneo jingine la maudhui ya taarifa hii linagusa makadirio ya ukusanyaji wa maduhuri, ulinganisho wa vipaumbele na matarajio ya wananchi na bajeti inayoombwa ya kwa mwaka wa fedha 2025/26. Mheshimiwa Mwenyekiti, mambo yote nje ya maeneo niliyoyaeleza si sehemu ya taarifa hii. Sababu ya kufanya hivyo ni kuchunga masharti ya 71 kifungu kidogo cha kwanza ya kanuni za Bunge eh, kuhusu, kuhusu mambo yasiyoruhusiwa ya jumla ya yote. Wigo huu ni muhimu kwa, tarati, kwa, kuratibu, kwa taratibu bora za bunge kujadili hoja ya wizara hii. Maelezo ya jumla. Mheshimiwa mwenyekiti, kwa ujumla sehemu ya kwanza imeanza kwa ombi la, ku, la kuwasilisha rasmi taarifa hii katika majadiliano ya Bunge, kuonyesha muundo wa taarifa hii unaozingatia masharti ya kanuni ya 142 ya kanuni za Bunge na kubainisha msingi wa kamati kufanyia kazi makadirio ya wizara hii. Kanuni zilizojenga msingi huu ni kanuni ya 137 inayoweka masharti katika nyongeza ya nane ya kanuni za kudumu za Bunge, ambayo inaonyesha majukumu ya kamati Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kanuni ya 118 inayohusu masharti ya makadirio haya kujadiliwa kwanza na kamati kabla ya bunge, kamati kuweka mezani taarifa mapema asubuhi kama ilivyofanyika na kamati kuwasilisha rasmi wakati wa majadiliano kama inavyofanyika sasa. Vilevile vile, kanuni ya 142 inayotaka taarifa yoyote ya kamati kuwekwa katika sehemu kuu tatu ni msingi wa taarifa hii. Mheshimiwa Mwenyekiti, uchambuzi wa taarifa ya utekelezaji wa makadirio ya mapato ya matumizi. Mheshimiwa Mwenyekiti, sehemu hii inafafanua mambo makuu mawili. Kwanza ni kuhusu uchambuzi wa taarifa ya utekelezaji wa mwaka wa fedha 2024/2025 na pili, uchambuzi wa makadirio ya mapato na matumizi ya mwaka wa fedha 2025/2026. Katika sehemu ya kwanza, maelezo yametolewa kuhusu uzingatiaji wa ushauri wa kamati uchambuzi wa mwenendo wa ukusanyaji wa maduhuri, utekelezaji wa miradi ya maendeleo na utekelezaji wa majukumu ya mipango ya wizara hii. Mheshimiwa Mwenyekiti, vile vile, sehemu hii imefafanua kuhusu uchambuzi wa makadirio ya maduhuri, uchambuzi wa makadirio ya bajeti ya miradi ya maendeleo na uchambuzi wa makadirio ya bajeti ya matumizi ya kawaida. Maelezo yaliyotolewa yameonyesha kuwa sehemu ya ushauri uliotolewa unaendelewa kufanyiwa kazi. Uzoefu wa mwaka wa fedha 2024 25 umezingatiwa katika bajeti ya mwaka 2025 26, na upatikanaji wa fedha zilizoidhinishwa na bunge umeendana na majukumu yaliyopangwa. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba kutoa taarifa kwamba maelezo kamili yanapatikana katika taarifa ya kamati. Mheshimiwa mwenyekiti, baada ya uchambuzi, naomba kutoa maoni ya kamati kwa kuzingatia matokeo ya uchambuzi. Maoni haya yanajenga msingi wa ushauri nitakaoutoa. Maoni haya ni kama ifuatavyo: moja, kuto kupatikana kwa fedha zilizoidhinishwa kwa ajili ya miradi ya maendeleo ni jambo linaloweza kuathiri matarajio ya miradi iliyopangwa. Lakini mbili, kukosekana kwa mikakati ya kuboresha viwanja vya michezo nchini kunafifisha uwezekano wa kuwa na viwanja vingine vyenye hadhi ya kuendesha mashindano ya kitaifa na kimataifa, hali inayo inayoongeza mfululizo wa matumizi wa uwanja wa Benjamin Mkapa, yani Benjamin Mkapa Stadium. Lakini tatu, kuendelea kutenga bajeti kwa ajili ya kukamilisha ujenzi wa uwanja wa Arusha ni jambo linaloweza kufanikisha utekelezaji wa mradi huu kama ilivyokusudiwa, hivyo kuongeza chachu ya utalii na kuwa na kituo muhimu katika mashindano ya mataifa ya Afrika, yani Afcon. Lakini nne, wigo wa ukusanyaji wa mapato na tozo za haki miliki kwa kuongeza vifaa vinavyotozwa tozo hii hasa vya kidijitali unahitaji kuboreshwa na kuongezwa. Tano, fedha zote zinazoidhinishwa na Bunge kwa ajili ya ujenzi na ununuzi wa mitambo ya uchapaji zipatikane kwa wakati ili kutozuia kuto ukamilishaji wa miradi wa ujenzi wa ununuzi wa mitambo. Upo umuhimu wa kufanyika tathmini, uchunguzi na utafiti katika ofisi ya mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali kupitia ofisi ya mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali yani CAG kuhusu utendaji kazi wa TSA. Ushauri. Mheshimiwa Mwenyekiti, kutokana na maoni yaliyoelezwa hapo juu, kamati ilizingatia ipasavyo maoni hayo na kuyatumia katika msingi wa ushauri ufuatavyo. Moja, serikali iendelee kutoa fedha za miradi ya maendeleo kwa wakati na kwa kiwango kinachokusudiwa ili kukidhi matarajio kwa wizara hii. Lakini mbili, Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo iandaye mkakati wa kuboresha viwanja vingine vyenye hadhi ya kuendesha mashindano ya kitaifa na kimataifa ili kupunguza mfululizo wa matumizi wa uwanja wa Benjamin Mkapa. Lakini tatu, serikali iendelee kujenga, kutenga budget kwa ajili ya kukamilisha ujenzi wa uwanja wa Arusha ili kufanikisha na kukamilisha utekelezaji wa mradi huu kama ilivyokusudiwa na pia kuongeza chachu ya utalii na kuwa kituo muhimu katika mashindano ya mataifa ya Afrika yani Afcon. Lakini nne, Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo iboreshe na kuongeza wigo wa ukusanyaji wa mapato ya tozo ya haki miliki kwa kuongeza vifaa vinavyotozwa tozo hii hasa vya kidijitali. Tano, fedha zote zilizoidhinishwa na Bunge kwa ajili ya ujenzi na ununuzi wa mitambo ya uchapaji zitolewe kabla ya tarehe 1 Julai 2025. Serikali ifanye tathmini, utafiti kupitia ofisi ya mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali, CAG kuhusu utendaji kazi wa TSN ili kuweza kujua ni sababu zipi zimesababisha jengo la kiwanda cha uchapaji kutokamilika kwa wakati. Mheshimiwa Mwenyekiti, saba, Wizara ya, ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo ikamilishe ujenzi wa kiwanda cha uchapaji ili kupunguza gharama ya uendeshaji na utunzaji wa mitambo katika maghala ya taasisi zingine. Mheshimiwa Mwenyekiti, hitimisho. Kwa niaba ya wajumbe wa kamati napenda kumshukuru Mheshimiwa Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, Mheshimiwa Paramagamba Johnny Aidan Mwaluko Kabudi, Mbunge. Lakini pia naibu waziri, Mheshimiwa Hamis Mohamed Mwinjuma, Mbunge, katibu mkuu wa wizara hii ndugu, ndugu Grayson Patnas Msigwa, naibu katibu mkuu ndugu Metusela Mtonda, pamoja na watendaji wengine wa wizara kwa ushirikiano mkubwa waliotupatia kamati katika kutekeleza majukumu yake na kwa usimamizi mzuri wa majukumu ya wizara. Kwa ujumla, Mheshimiwa Mwenyekiti, napenda kuwashukuru wananchi wa jimbo la Singida mjini kwa ushirikiano mkubwa walionipatia na kuhakikisha miradi mingi inapatikana katika jimbo la Singida mjini naomba, naomba tuendelee kuwa pamoja, na maendeleo ya jimbo la Singida mjini yanahitaji umoja wetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa namna ya pekee napenda kuwashukuru watumishi wote wa ofisi ya Bunge wakiongozwa na katibu wa Bunge ndugu Baraka Adefons Leonard kwa kuiwezesha kamati kutekeleza majukumu yake vema katika wakati wote tulipokutana hata wakati unapotayarishaji wa taarifa hii. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya maelezo hayo, sasa naliomba bunge lako tukufu lipokee taarifa hii ili lijadili na likubali kuidhinisha makadirio na mapato ya matumizi ya Wizara ya Utamaduni, Sanaa na Michezo kwa mwaka wa fedha 2025/2026 kama ilivyowasilishwa na mtoa hoja. Mheshimiwa Mwenyekiti, naunga mkono hoja na naomba kuwasilisha. Asante sana Mheshimiwa Ramadhan Sima, Makamu mwenyekiti wa kamati hii kwa niaba ya mwenyekiti kwa kusoma kwa fasaha mkubwa sana taarifa ya kamati tunakushukuru sana.